Hapo zamani za kale kulikuwa na mbuzi mmoja aliyejulikana kama Mbaraka. Mbaraka alikuwa na watoto watatu wa kiume, mmoja aliitwa Mwewe, mmoja akaitwa Kambona na mwengine akaitwa Thomas. Wote walikuwa na rangi nyeupe kama pamba, na walikuwa hodari wa kurukaruka kwenye miamba na kula majani mabichi ya mlima wa Kiganja. Walikuwa wakiishi kwenye kijiji cha Manyasi, kijiji kilichozungukwa na msitu mnene wa ajabu. Mbaraka alikuwa mjanja na alisifika kwa kuwa na akili nyingi. Alikuwa amewalea wanaye peke yake baada ya mkewe kupotea siku moja msituni, jambo ambalo hadi leo halikupata ufafanuzi. Hivyo, Mbaraka aliamua kuwa mlezi, mlezi ambaye alikuwa na ndoto moja kuu ni kuwafanya wanaye wawe wakubwa wa hekima na heshima. Lakini kama ilivyo kwa wengi, Mbaraka alianza kulemazwa na tamaa. Alianza kuhangaika na mali majani ya kipekee ya kijani kibichi na akaanza kusahau majukumu yake kama mzazi. Siku moja Mbaraka aliketi chini ya mti mkubwa wa mkuyu akiwa amechoka na njaa. Akatokea simba mzee, tembo kiongozi wa msitu, akambembeleza kwa sauti ya upole na kumwambia Mbaraka, nasikia watoto wako wanazurura hadi katika maeneo ya hatari. Hii si sawa, watoto ni wajinga, wanahitaji mwongozo wako. Lakini Mbaraka, kwa kujigamba na kujiona mwerevu, akasema, simba, hao ni mbuzi wa kisasa, wana akili nyingi, siwezi kuwaandama kila kona, wanajifunza kwa njia yao wenyewe. Simba mzee alitikisa kichwa na kusema, uzembe wa mzazi ni upotevu wa kizazi, alisema na kuondoka kwa mwendo wa kifalme. Mbaraka alisikia tetesi kuwa kwenye upande wa pili wa msitu, kwenye mto Ntelezi kuna majani ya ajabu yalikuwa yaking'aa kama dhahabu, na waliolala baada ya kuyala waliona ndoto nzuri za kuwa na mbuga zao binafsi. Mbaraka akajua kuwa hapa ndipo mwisho wa shida zake, akaamua kuwaacha wanaye peke yao kwa siku tatu, ili kwenda kuyatafuta majani hayo. Akasema, wana wangu, nimewawekea nyasi, maji na maziwa, msitoke nje kabisa. Nikirudi tutakuwa matajiri. Lakini Thomas yule wa mwisho mwenye tamaa kama baba yake, akauliza, "Baba, kama majani hayo ni ajabu, si bora twende wote?" Mbaraka akacheka kisha akasema, "Hapana mwanangu, hili ni jambo la watu wazima, endeleeni kucheza." Kisha akatokomea. Siku ya pili tu, mwewe alishawishiwa na kambona kutoka nje, wakiwa na Thomas, kisha wakasema, tunaweza kwenda kuangalia yale majani upande wa pili wa mto tutarudi kabla ya baba kurudi. Basi wakajipanga, wakavuka mto mdogo kwa kutumia mtu wa miujiza. wakaingia msituni, lakini hawakujua kwamba ndani ya msitu huo joka la majira, mnyama mwenye uwezo wa kufunga muda na kuwafanya watu kupotea, kusahau njia yao, alikuwa ameamka. Watoto wale watatu walivutwa na harufu ya majani yale ya dhahabu. Walipoanza kuyala, wakaingia kwenye usingizi mzito. Ndoto zilianza Thomas akaota ana shamba la majani lake. Kambona na kasri lililojengwa na nyoka wa dhahabu. Mwewe akapewa mbawa za tai aruke. Lakini haya yote yalikuwa ndoto za uongo. Muda ulipita, siku zikapita na hakuna aliyerudi. Mbaraka aliporudi akiwa na majani ya dhahabu kwenye mapembe yake, akakuta nyumba iko kimya. Alipiga kelele, hakuna aliyemjibu. Akaanza kutafuta kwa hofu. Akakumbuka maneno ya simba mzee aliyesema, uzembe wa mzazi ni upotevu wa kizazi. Kwa hasira, hofu na huzuni, akaanza safari ya kutafuta wanawe. Mbaraka aliingia ndani ya msitu ule wa Mtontelezi. Harufu ya majani yale ya dhahabu ilimshawishi tena, lakini moyo wake wa uzazi ulimkumbusha kitu, wanawako wako mbele, usikubali kushindwa na tamaa. Ndani ya kichaka kikubwa alikuta joka la majira likilala juu ya wanawe, likiwaambia, nimewapa ndoto nzuri, sasa ni wangu milele. Lakini Mbaraka kwa mara ya kwanza kuwa jasiri, akasimama akatoboa jicho moja la joka kwa pembe yake, akalipiga mateke hadi likawaachia wanawe waliokuwa bado usingizini. Kwa msaada wa simba mzee, tembo aliyevutwa na vishindo vya mapambano joka lilikimbizwa kwenye pango la milele, mahali ambapo wala ndoto wa uongo hufungwa. Watoto walipoamka hawakuamini kilichotokea. Walimkumbatia baba yao huku machozi yakiwatoka. Kisha walisema, samani baba, tulishawishiwa na harufu ya tamaa, walisema kwa sauti ya huzuni. Mbaraka naye alilia, kisha akasema, na mimi nilishindwa kuwa mlezi, niliwaacha kwa tamaa ya mali. Kutoka siku hiyo Mbaraka akawa mlezi wa mfano. Alianzisha shule ya Majani Mema ambapo watoto wa msituni walifundishwa maana ya hekima, nidhamu na upendo wa familia. Na wanao wakawa walimu. Mwewe alifundisha nidhamu, Kambona alifundisha ujasiri na Thomas alifundisha namna ya kupambana na tamaa. Yeah, je, umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa tamaa na uzembe ni maadui wa maisha mema. Mzazi asiyejali ni mzazi anayepoteza kizazi, na kijana asiye na nidhamu hukimbilia ndoto za uongo na huamka akiwa amepotea. Je, yeah, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Ni kukumbushe, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.